Min hawa ni baadhi ya wa washiriki wa shindano la kuhifadhi juzuu kutoka ndani na nje ya Tanzania ambao hii leo wamesoma Qur'ani ya TAMSYA katika uwanja wa Jamhuri jijini Dodoma. Mashindano haya ambayo hufanyika kila mwaka wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa vijana wa Kiislamu yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali yakiwa na lengo la kuwajenga vijana kiimani wakiwa na umri mdogo. Mgeni rasmi Shehe wa mkoa wa Dodoma Dr. Alhaji Mustafa Rajab anasema Qur'ani ni kitabu kitakatifu kinachoshushwa kwa lengo la kuwaongoza watu, hivyo ni vyema kuwaongoza watoto kujifunza na kuelewa maagizo ya Mwenyezi Mungu. Maneno ya Mwenyezi Mungu kutokana na ukubwa na utukufu wake yaliyokuwa nayo yasinge malizika

Ya mburi ya mburi ya Bihajat Riziki Lulida, yeye ni mbunge wa kuteuliwa, akiwa katika eneo hilo la mashindano, kuna jambo amezungumza kuhusu malezi kuna maadili ni mabovu, lakini hapa katika Qur'ani hii watoto wenye maadili ambao hawatakuwa na tuduri watakee kwa na kumjua Mwenyezi Mungu, na watakuwa na imani ya kuwaelekeza na wenzao. Kina mama, nyumba yenu linabuzika watoto wanaviingia wanakwenda katika makazi kwa vile nini mmeivunja nyumba, mnaitegemea serikali mtunze. Serikali siyo iliyomzaa yule mtoto. Wewe ndio una wajibu kwa kumzaa yule mtoto. Na una wajibu wa kutunza yule mtoto. Washindi wa usomaji juzuu wanasema juhudi binafsi na moyo wa kujituma kwa yale wanaofundishwa na viongozi wao wa dini ndio siri kubwa ya ushindi. Kufanya bidii na ghaira na himma. Hakika bidii huzaa ushindi. Jacqueline Masawe, TMC News, Dodoma.